Wakati huu shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu sana United TZA tuweze kufanya reaction ya mechi ambayo imeisha muda mfupi uliopita, ambapo Manchester United wamepata sare ya bila kufungana dhidi ya Manchester City katika derby ambayo ilipigwa pale m16 katika uwanja wa Old Trafford jijini Manchester, jioni ya leo, siku ya Jumapili ya tarehe sita Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano moja ya adabi chache sana ambazo zimekuwa hazina matukio mengi sana kama ambavyo imekuwa kwa adabi nyingi ambazo tumezishuhudia. Karibu sana tuweze kufanya reaction. Kwenye comment hapo ningependa unianiachie maoni yako, lakini pia ningefurahi sana ikiwa utaandikia kwako man of the match ni nani katika mchezo wa leo. Mwishoni mwa session hii nitakwambia kwangu mimi man of the match ni nani. Manchester United wamefanikiwa kupata sare Aa, lakini pia Man City naweza nikasema wamefanikiwa zaidi kupata sare katika mchezo huu, kwa sababu katika maoni yangu mimi nafikiri kwamba Man City wangeweza kupoteza katika mechi hii, na hivyo tungeweza kupata kupata ushindi, kwa sababu katika sehemu kubwa ya mchezo tumedominate na kutengeneza nafasi ambazo zilikuwa ni hatari zaidi kuliko nafasi ambazo Manchester City wao wenyewe wametengeneza. Sitaongelea mchezo kwa ujumla ulivyokuwa, sitaongelea pia baadhi ya performance za wachezaji, lakini pia sitaongelea kila ambacho mimi nafikiri kwa maoni yangu kimetukwamisha kuweza kupata matokeo katika mchezo kama huu ambao tulistahili kupata ushindi kwa sehemu kubwa sana. Ni mara ngapi unakumbuka wewe tumaye kucheza na Man City tukadominate kwa mchezo kama, kama leo? Nafikiri ni miaka mingi sana haijai kutokea. Na kwa mara nyingine tena hatujapoteza katika mechi tatu dhidi ya Manchester City katika michezo mitatu ambayo inafuatana, zaidi ya miaka kumi na moja nafikiri imepita toka tujie kufanya hivyo. Kwa hiyo ni rekodi nzuri ambayo leo ingeweza kushika, lakini tungeweza kupata ushindi leo. Kwa hiyo nafikiri kwangu, Uh, I am not happy with the results, kwa sababu nafikiri tulistahili kupata zaidi ya kila ambacho tumekipata kwenye mchezo ya leo, lakini pia nitapenda kupata maoni yako pia, ikiwezekana uniambie kwako man of the match alikuwa ni nani. Naomba nikwambie, tuongee kidogo kuhusu jinsi ambavyo mchezo ulianza. Tulianza mchezo vizuri sana kwa dakika kama nne au tano za kwanza, tulicheza vizuri sana, tulipata nafasi nzuri kutoka kwa Alejandro Garnacho ambaye alifanywa alifanyiwa foul na Ruben Dias akapata kadi kadi ya ya njano, alafu Bruno Fernandes akapiga foul ikashindwa kuingia golini. Na baada ya hapo tukajaribu tuka kwa press Man City kwa dakika daka zile kama tatu, alafu tukawa tumetengeneza nafasi nyingine kama mbili, lakini tukawa tujastumia. Lakini mwishoni, baada ya hapo ni kama City walianza kujitafuta sasa, wakaanza kupata nafasi kadhaa ambazo uh, walizitengeneza wakarudi kwenye mchezo wao, waka dominate kitu ambacho mimi nilitarajia pia kitokee dhidi ya City, dhidi ya Man City kwa sababu ni timu ambayo kwa kawaida ndio aina yao ya mchezo. Kwenye ubora wao wanacheza mchezo ambao wana, wana, wanapenda ku dominate, uh, wana, wanakaa na mpira muda mwingi, wana squeeze team, wana create spaces na hicho ndicho ambacho wanajibu kufanya. Lakini niliona kama tulikuwa tunacheza na back five baada ya Man City kupata mpira. Kwa setup ya Ruben Amorim leo ilikuwa ilikuwa ilienda na back five wakati ambapo Manchester wana wana uh, wanatafuta mpira yani, ikiwa sisi tutapata mpira wao wanacheza back 5 alafu tunawasubiri tu kwenye kwenye turnovers na na kwenye counter attacks, plan ambayo nafikiri kwa ujumla ukiangalia mchezo, ni kama plan ilifanya vizuri sana, kwa sababu katika kipindi cha kwanza City walipata nafasi kadhaa kama mbili hivi ambazo hazikuwa nafasi hatari sana, lakini upani, kwa upande wa United ni kama tulipata nafasi ambazo zilikuwa ni hatari zaidi kulinganisha na dhidi ya Man City. Na nafasi zote hizo tulizipata kwenye turnovers. City walikuwa wanamiliki mpira, wanatushambulia vizuri sana, alafu tunalazimisha makosa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye katikati ya uwanja, alafu tunawini mpira, alafu tunashambulia haraka sana kupicha kwa kina kwa kwa kina Ale Garnacho, pamoja na Dogu. Ule upande wa kushoto ndio ulikuwa upande ambao ni effective zaidi. Tulifanya hivi kwa kipindi cha kwanza, lakini unfortunately nafasi ambazo tumezipata kama kawaida tumeshindwa kuzitumia. Patrick Dogu, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, kule mbele ni kama leo tulikuwa tulikuwa butu zaidi. Pia Rasmus Hojlund, tulikuwa hatutumii nafasi ambazo tuna tunazitengeneza. Kama nafikiri tungekuwa tuko clinical zaidi tungeza kupata matokeo okay, lakini unfortunately, kama ambayo tunalia kila siku tunakosa mshambuliaji. Lakini ukija kwenye mwishoni pale pia mwishoni mwa mchezo, lakini kuanzia kama dakika ya sabini na uh, uh, like tano hivi kuelekea mpaka mwisho wa mchezo, ni kama ilikuwa all over United ikiwa wange, wange, timu zingekalishwa zinge uwanjani, kwamba okay hii mechi tumalize hivi hivi au tuongeze dakika? Nafikiri mtu ambaye angekubali kupewa dakika za ziada ni United, kwa sababu tulikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Dakika kumi na tano za mwisho tumedominate mchezo, tume press Man City, tumesam, tumepiga mashuti mengi, tumeshambulia mara nyingi. Ilikuwa ni final margins, few very small margins ambazo zimeamua mchezo wa leo. Nafikiri tungeza kupata ushindi katika mechi ya leo. Tatizo la Manchester ni tatizo ambalo tunalilia kila siku. Kwa ufupi kabla tujaongelea tatizo la Manchester, tunaweza tukaongelea kwa ujumla jinsi ambavyo timu inacheza. Kama umeangalia mchezo, hebu niandikie maoni yako hapo chini. Mimi binafsi nadhani kuna improvement kubwa sana kwenye timu, nitakwambia kwa nini. Uh, sikumbuki mara ya mwisho ambapo tulicheza na Man City tuka dominate mchezo kwa kiasi hiki na sikumbuki mara ya mwisho ambapo tulicheza Man City tukaweza kutengeneza nafasi nyingi kiasi hiki hiyo hii mechi dhidi ya Nottingham Forest lakini pia na mechi kadhaa zilizopita kabla ya international break. hiki hi, ya, ya wachezaji vizuri sana na... kwenye transition tulikuwa tulikuwa tuko katika upande huo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinatokea, kwa hiyo kwa ufupi unaweza ukasema kwamba kile ambacho Ruben Amorim anajaribu kukitengeneza mazoezini ni kama kinaanza kuonekana pole kwa pole, lakini bado tuna mapungufu makubwa sana kwenye upande wa ushambuliaji. Nafikiri bado bado bado bado sana. Mtu pekee ambaye kidogo akiwa kwenye nafasi unaweza kuona labda akakopa kitu ni Bruno Fernandes pekee yake, lakini tofauti na hapo, wengine akina Alejandro Garnacho, wanaruka, ruka. Joshua Zirkzee anarukaruka, ameingia kapata nafasi kapiga ka, ka, ka, ka, ka, of course kapiga vizuri, lakini haijafunga goli. Mason Mount pia alikuwa This clause, kupata, kupata nafasi ya kufunga goli um, Patrick Dogu ameingia kwenye position nzuri, mara nyingi sana ajatumia vizuri sana. Kwa hiyo bado nafikiri kwamba katika wakati mgua tunakabiliana nao ni kwenye nafasi za ushambuliaji. Ndio maana kwenye, kwenye, kule Instagram niandika kwamba kati ya vitu ambavyo lazima tuhakisha kwamba tunavipambania katika dirisha la usajili ni kupata mshambuliaji ambaye anaweza akatupa magoli ya uhakika. uh, nafasi ambazo Manchester United walitengeneza zile ambazo nafasi bora zaidi ya 4 au 5. Hebu niambie zile nafasi zingekuwa zinapatikana upande wa Man City. Do you think tunge match ingeisha hivi? Honestly kabisa niambie. Mimi nafikiri nafasi angepata mashabiki wa Man City leo angekuwa na Haaland. Hata De Bruyne zile nafasi angekuwa anapata. Yaani ushangalia upande ambao ulikuwa ni hatari ni upande ambao sisi kwa tunashambulia. Tulikuwa tunapata nafasi ambazo ni bora kuliko za Man City. Man City walikuwa ni Omar Mamush peke yake ambaye alipata nafasi nzuri kama mbili lakini pia zilikuwa sio clear cut chances kama ambazo ambazo walipata United. Kwa hiyo ni kama tulikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kushinda mchezo kuliko ambavyo walikuwa Man City, lakini hatujatumia nafasi zetu. Kwa hiyo ikiwa zile nafasi tukizigeuza zikaenda upande wa Man City, nafikiri kwa muda huu tungekuwa tunaongea bit tofauti kabisa. Tungekuwa tunaongelea story nyingine kabisa. Man City sasa hivi, wangekuwa na, wangekuwa wameshinda mechi kwa goli angalau tatu, lakini ubaya ni kwamba hatuna mshambuliaji ambaye anaweza kumaliza mechi. Rasmus Hojlund ana struggle, Joshua Zirkzee ana struggle, Alejandro Garnacho ana struggle, Patrick Dorgu, uh, Diogo Dalot wote wana struggle. Kwa hiyo tunakosa vizuri kitu ambacho anaweza mtu ambaye anaweza kutusaidia kumaliza mchezo, lakini kwa ujumla, uh, mchezo mzima ulivyokuwa, ulikuwa mchezo mzuri. Uh, nafikiri kwangu Bruno Fernandes ndio man of the match kwa sababu ndio mtu ambaye alifanya vitu vyote kwa usahihi na angeza kutushindia mchezo, lakini hana msaada ukienda okay, kwenye takwimu za Bruno leo ukiangalia kadhaa alifanya kazi kubwa sana kwa bado nafikiri kwamba anahitaji msaada, uh, peke yake hatoshi na ndio maana leo tumeshindwa kupata matokeo, lakini angekuwa angekuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anaweza kumaliza mchezo leo tungeza kupata ushindi, lakini hii timu ina improve. Nitakupa sababu sababu tatu kuu kwa nini naamini kwamba hii timu ina improve. Leo tulikuwa bora kwenye transitions, hilo jambo la kwanza kabisa tulikuwa bora kwenye transitions na hiyo ni improvement kutoka kwenye, kwenye timu ambayo Ruben Amorim alipokea. Ni timu ambayo ulikuwa ukiingia kwenye timu, mechi ilikuwa ikichezwa na Manchester dhidi ya timu yote ile, ulikuwa hata ujui tunajaribu kufanya nini kwenye mchezo. Lakini sasa hivi unaona kabisa kwamba kuna kitu timu inajaribu kufanya, unakiona kabisa kwamba timu hapa inajaribu kutafuta kitu fulani kwenye, kwenye mchezo tofauti na vile ambavyo ilikuwa zamani. Uh, maanake ni kwamba tumekuwa timu bora kwenye transitions, kwenye kubadilisha defense kwenda uh, kwenye attack. Leo tumefanya vizuri zaidi lakini tukifika mwishoni tunakosea. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili tumekuwa wazuri pia kwenye kudefense kitu ambacho hakikuwa ubora wetu. Leo Hari Magwai alikuwa bora sana, naomba nataka nifuatilie hapa, na hisi ametoka, ametoka na amepata knock, alikuwa hajawa fiti pia nafikiri ameumia, kwa hiyo nitakwambia hapa kabla sijamaliza kwa nini ametoka lakini alikuwa best kabisa, best kabisa, Leny Yoro best kabisa, Mazraoui best kabisa, kwa hiyo pia kwenye defensive tumekuwa timu, tumeboreka kwenye defense kwa sababu haturuhusu magoli ya ki, malaini kama ambavyo ilikuwa hapo nyuma. Jambo la tatu nafikiri tumekuwa timu ambayo ina mentality ya kupambana kuliko ambavyo ilikuwa mwanzoni. Leo tumejitahidi sana kuwin every duels, tumekimbia sana tumefight sana. Ukitaka kujua tumefight sana angalau mwishoni pale mwishoni pale tumedominate mchezo kwa muda mrefu sana, si kwa sababu tulikuwa bora sana, lakini kwa sababu Man City walichoka, lakini United waliendelea kukimbia, kukimbia, kukimbia, na hiyo inatoka mazoezi, na kile ndio na hicho ndio kitu ambacho Ruben Amorim anajaribu kukitengeneza kwenye timu, lakini bado hakijafika kule kwa sababu anakosa personnel, anakosa wachezaji ambao wanafaa kuweza kutengeneza aina ya kikosi ambacho anakihitaji. Nafikiri kwa baadaye akipata dirisha bora, akapata mshambuliaji mzuri anaweza kufunga magoli kama Victor Osimhen au Victor Jokeres, akapata namba kumi mzuri ambaye anaweza kadrib, akaingia kwenye box akatengeza spaces, akapata um, midfield mwingine wa kuweza ku carry mpira kutoka chini kupandisha juu, akapata wing back wa kulia kama Dalot akaanzia bench, nafikiri anaweza akawa na timu bora sana bora sana bora sana. Patrick dogo bado ana mengi ya kujifunza pia, kwa sababu unaona kabisa pia kwenye final decision, kwenye maamuzi kwenye pindi ya kufanya maamuzi bado naona kabisa, bado ana upungufu huo pia, hafanyi maamuzi mazuri kwa wakati sahihi. Ilo bado linatupa pia wakati mgumu, lakini bado ni mdogo, atajifunza na mija kwenye timu. Naamini Ruben Amorim anaweza kumtengeneza mtu, nafikiri pia ataboreka, ataboreka zaidi. Alejandro Alejandro Garnacho, nishaongea, nishaongea sana kumhusu, ila usahi kumongelea sana, lakini shida yake ni ile ile bado kwenye decision making, lakini i think bado ana muda sana wa kujifunza. Naomba nipitie maoni yako lakini kabla sijapitia maoni yako, naomba niangalie kidogo takwimu za mchezo wa leo uh, hasa hasa kuhusu kile ambacho tumeweza kukionyesha uh, katika mchezo wa leo, labda ni pia nikupitishie ni kwenye, kwenye ratings tuone ni, ni mchezaji yupi ambaye amefanya vizuri na ni yupi ambaye alikuwa ameperform, ameperform vibaya kuliko wote. Kulingana na Fort Mob, leo Play of the match ni Andre Onana amekuwa na rating 7.9 kutokana na ile michoma aliyookoa nafikiri ndio imefanya aweze uh, kuwa uh, kupata hizo point nyingi. Mtu anayefuatia pale ni Bruno Fernandes. Kwa hiyo kwa ufupi kwa, kwa, ni kwamba ukiangalia takwimu za mchezo United tumekuwa na possession ya 42 kwa 58, lakini ukiangalia mchezo ulivyokuwa ni kama sio, haikuwa hivi. Lakini pia ukiangalia expected goals sisi tulikuwa na, na expected goals karibu moja, lakini City walikuwa na 0.49 tisa Ndo maana nasema kwamba nafasi zetu ambazo tulitengeneza zilikuwa ni nafasi hatari zaidi kuliko zile ambazo City imetengeneza. Sisi tumetengeneza nafasi ambazo ni bora zaidi. Expected goals 3.9 kwa 0.4, maana yake ni kwamba sisi tulikuwa kwenye nafasi za kufunga magoli zaidi kuliko Man City. Hizo ndio takwimu zinaonyesha hivyo. Lakini tumekosa mshambuliaji, tumekosa mtu wa kumaliza hizo nafasi ambazo tumetengeneza. Tumepiga mashuti kumi na tatu City, mashuti tisa. On target chances wote, tuna nafasi moja na zote tumezikosa, na mechi kaisha kwa bao sifuri kwa sifuri. Tukienda kwenye rating Andre Onana ana rating ya 7.9 ndio man of the match kwa mjibu wa takwimu ambazo zimetolewa hapa kwenye FootMob. Lakini pia Mazirawi ana 7.6. Maguire alitoka mapema akiwa na rating ya 7.9 akiwa na 58 lakini pia kutokana ile kadi ya njano amekuwa na rating pia ndogo, lakini otherwise amefanya vizuri sana. Dalot ana point ana saba, Casemiro 7.9, Bruno Fernandes 7.5, Rasmus Hojlund 5.9 nafikiri ndio mwenye rating ndogo kuliko wote katika mchezo wa leo. Kwenye upande wa ligi hatujasogea, tuko nafasi ya kumi na tatu baada ya michezo 31 tukiwa tumeshinda michezo kumi Uh, tumedraw michezo nane michezo kupi, na kufunga michezo kumi na tuna pointi zetu 38 Man City anabaki nafasi ya tano akiwa na pointi zake hamsini na mbili lakini jambo kuu ni kwamba tutabaki kwenye ligi kwa hiyo hakuna jambo zito sana kwenye hilo kabla sijapitia maoni yako naomba ni kwambie mechi inayofuata ni mechi dhidi ya Lyon. Tunasafiri kwenda Ufaransa kucheza na Lyon na hiyo ndio mechi ambayo ni muhimu zaidi kuliko mechi hata ya leo. Kwa ufupi, hata, hata nyinyi kwenye comment, kwa ligi hatupati nafasi ya tano ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni Europa League tu, kwa hiyo mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Lyon, performance ambayo tumeonyesha leo performance ambayo pia tulionyesha kwenye mchezo dhidi ya... Dhidi ya ya Nottingham Forest. Ni, ni, ni, ni, ni sehemu nzuri ya kujenga, ya kujenga timu uh, kwa kipindi ambacho kinakuja, kwa sababu tumecheza vizuri katika mechi kadhaa ambazo zimepita. Maana yake ni kwamba tunaenda kwenye mechi hizo zingine tukiwa kwenye ubora wetu tukicheza vile, vile. Kucheza, kwa mfano, imagine, tukicheza hivi ambavyo tumecheza Man City leo na tulivyocheza na Nottingham Forest tukicheza hivyo hivyo mbele ya Lon mbele ya Olympic Lyon tunashinda kule kule kwa goli tatu, kwa hiyo tutakuwa tumeshaenda kwenye nafasi ya nusu finali. Kwa hiyo tuna uwezo kushinda mechi ya Olympic Lyon kwa sababu tumeonesha ubora katika mechi kubwa zaidi kuliko za Olympic Lyon. Kwa mimi naamini kwenye process na hii team naamini imeimprove, wakati ujao tutakuwa bora zaidi. Naona maoni mengi sana jamani. Karibuni sana, nimefurahi sana kwa kuniandikia maoni yenu. Naomba niyapitie haraka haraka ninavyowezekana lakini nyote ambao mko hapo, ikiwa hujasubscribe basi nakuomba usifanye ufanye hivyo sasa. Usiache ku, usiondoke hapo bila kusubscribe, lakini pia usiondoke hapo bila ku like na kushare video zetu, lakini pia usiondoke hapo bila, bila kutandikia maoni yako, lakini pia, ukiondoka hapo, hakikisha unamwambia rafiki yako wa Manchester kwamba jamani, kuna channel inaitwa United TZA, hakikisha unaifuata sababu inakupa habari zote na mazungumzo yote kuhusu klabu yako pendwa ya Manchester United. Sawa, um Jo Ankale anasema kwamba leo tumecheza vizuri sana ila changamoto ipo kwenye finishing. Uh, line inakosa ukatili. Hilo ni kweli kabisa, tunakosa sana watu wa kumaliza mchezo. Uh, Platinum anasema nimechelewa sana. Of course nilichelewa kidogo kama dakika chache tu kutokana, uh, na changamoto za kimtandao, lakini next time I will be on time. Uh, Kendari anasema ni aje mkuu, mi naona Amori amebadilika. Timu kwa sababu wakati wa Ten Hag Bruno alikuwa anapiga, ana, akipigwa chenga ni timu nzima, mchezo umefurahia, makosa ya wachezaji wamekataa karibisha, hiyo sina shida. Yes, uh, uh, kitu anachoongea ni kitu ambacho nimekiongea kile -kile ambacho pia nafikiri nyinyi pia mnakiona kwa sababu timu ina improve. Uh, uh, kuna mabadiliko mengi yanayoonekana kwenye defense, kwenye kutengeneza nafasi, jinsi ambavyo timu inajicheza kwenye positioning, transitions, unaona jinsi ambavyo timu inajipanga, kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo zamani hatukuwa nayo, kwa hiyo ni kitu kizuri kuona kwamba timu inafanya maendeleo. Nafikiri wakati ujao tutakuwa bora zaidi. Uh, Fahad Rashid anauliza kuhusu Pogba, saini zake zimekuwa nyingi mitandaoni mtandaon. Uh, Pogba hawezi kusaidia chochote na hawezi kuja Manchester. Uh, Beni Crisanto rafiki yangu sana anasema kwamba namba tisa ni tatizo, na ni kweli, hilo ni tatizo la kudumu la, ndio maana nimesema kwamba tunahitaji dirisha kubwa sana msimu um, huu utakapofunguliwa wa usajili um, Sawa so, uh, Gadafi Mwemede, karibu sana anasema kwamba kaka, nipe habari leo, sikubatika kuangalia mechi na niambie kwa nini kocha amtoe Magwaya alafu aingie Lindelof. Kulingana na taarifa ambayo naiona hapa, naomba nifuatilie kuhusu Magwaya, lakini I guess Magwaya alitoka ameumia. Naomba ni nikwambie sasa hivi hapa kwa nini Magwaya alitoka Harry Maguire Harry Maguire Harry Maguire Harry Maguire, naomba niwaambie hapa. Wakati na kutafutia habari ya Maguire, nitasoma maoni mengine pia, alafu Harry Maguire Ari... Mount pia alifanya vizuri sana leo. Naona kunawaza anamsifia Mount oh. Mount pia aliingia amefanya vizuri sana. Harry Maguire okay. Harry Maguire ametoka na knock, anakana alipata knock uh, kidogo kwa hiyo ndio maana hakumalizia mchezo, kwa hiyo tutazidi kupata habari yake uh, uh, zaidi zinasogea. Alafu uh, Ganacho anatakiwa aboreshe, sio lazima afunge yeye. Asante uh, sana kwa maoni yako bwana Hamis Suleiman. Ni kweli uh, Ganacho lazima pia afanye maboresho makubwa sana. Alafu John Ankara anasema kwamba chukua tunachojifunza, Mourinho amebadilisha sana mentality za wachezaji tulikuwa tunapoteza sana mpira kizembe, lakini sasa naona tumebadilika sana. Makosa yamepungua sana, udhaifu wetu mkubwa ni umaliziaji, kitu ambacho anasema Ankala ni kitu muhimu sana. Mentality za wachezaji zimebadilika sana, unaweza kuona kwamba hata tulikuwa tukipoteza mpira watu wanakimbia sana ku, kuwin the ball back, kitu ambacho hatakuwa nacho kwa muda mrefu uliopita. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya vi mazoezi ambavyo Ruben Amorim amebadilisha na tunapaswa kumpongeza kwa hilo. um, Shija anasema naamini katika process, kitu ambacho ni sahihi kabisa, lakini pia Frank Ibrahim anatuma sibu, timu inaboreka. Na kubali nawe kabisa kuna maboresho mengi sana kwenye timu, unaweza kuona katika aina ya wachezaji na jinsi ambavyo tuna perform. Kwa kweli mimi nasema hii timu inafanya improvement kubwa sana. Musa Mwemeda anasema kama vipi habari yako kaka? mimi niko Msumbiji, niko wa Nampula. Mechi ya leo Manchester United ingekuwa tena cheza hivi siku zote tungefika wapi? Yes, kabisa rafiki yangu wa Msumbiji, tungecheza hivi kila siku nafikiri sasa tungekuwa kwenye top 4 kwa sababu leo tumeonesha kiwango cha hali ya juu sana. Mason Mount amefanya vizuri, naona Shija Mohamed anamsifia hapo. Ben Crisanto pia anasema kwamba zile angepata sita angefunga hata goli sita Yeah, I'm telling you ni, ni sahihi kabisa, zile nafasi ambazo sisi tumezipoteza angezipata Man City, alikuwa anatufunga vizuri kabisa na mechi ilikuwa imeshaisha zamani sana. Kakanandez kocha amepata tumepata ila tu, tunahitaji madirisha mawili ya usajili kuweza kuchukua Premier League na kufika nafasi nzuri za UEFA. Huyo ni James Nandi, asante sana sana kwa maoni yako. Tunahitaji sana dirisha, bora sana la usajili, kwa lazima tupate mshambuliaji ambaye ni kila akiingia kwenye box nafasi mbili amekuwa moja, yani hatuna mtu wa aina hiyo. Tukimpata huyo nafikiri timu itakuwa inaboreka zaidi. Musa Mohamed, Bruno Fernandes tu, nampa kazi tu, nampa kazi ngumu sana ni ni, kweli tunamtegemea zaidi yeye, tunamtegemea yeye kupita kiasi, kwa hiyo maendeleo ya kijana Soko Kone atapandishwa timu ya wakubwa msimu ujao probably, kuna uwezekano huo, siku Kone akaingia kwenye timu ya wakubwa msimu ujao kwa sababu kila siku anacheza kwenye timu ya uh, under 18, lakini pia ana perform vizuri, vizuri sana um, sawa. Kevin De Bruyne leo amecheza mechi yake ya mwisho kwenye da derby, uh, derby ya mwisho akiwa uh, kama mchezaji wa Manchester City kwa hiyo Bruno Fernandes amefanya uh, naye mazungumzo na pia uh, me, amezungumza akampa uh, sifa kidogo, akasema kwamba uh, Kevin De Bruyne alifanya Premier League iwe bora zaidi. Akasema uh, ikiwa Man City angekuwa mahali ambapo leo uh, wapo, Manchester United hawajashinda makombe mengi katika kipindi hiki uh, yeye yeah, yeah, amewasaidia sana na stahili sana kupata heshima uh, kuliko ile ambayo anapewa, ni mchezaji wa kiwango cha dunia na mimi nafurahi kucheza dhidi yake kila siku. Hiyo ni sifa za Bruno Fernandes kuelekea kumpa mchezo dhidi kumpa mchezo kumpa sifa bwana nani, bwana Kevin De Bruyne. Nambo niandikie kuhusu kiwango cha Leno kaona kafanya vizuri sana um. Postecoglou anasema kwamba ikiwa man watapata mastrika wengine wawili watakuwa na timu bora sana lakini Anasema kuliko kwa Hoyle na Bruno, lazima Hoyle ndiye afanye maboresho makubwa sana, kwa sababu hana ile kila Instincts ya kufanya timu iweze kupata matokeo. Sawa, ah, kwa sasa nashukuru sana nimepata maoni yenu na nawakaribisha sana wale ambao wamefika hapa kwa mara ya kwanza, hakikisha una subscribe, una like na kushare video zetu, lakini pia tufuatie kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo la united_tza kutana tena kesho hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi sana kuhusu kile ambacho kinatuhusu hasa, kususani mchezo ambao umeisha leo. Huenda tukapata mengi ya kuzungumza tukishaupitia tena, tukapitia kiufundi, tutapata mengi zaidi ya kuzungumza. Basi hapo chini unaweza kuendelea kutandikia maoni yako, lakini pia usiache kutufuatilia. Mimi naitwa Dr. Nandes, naomba kwa sasa nikutakie usiku mwema.